Jina langu ni Kevin Stanslaus hotel ni kaimu mkurugenzi msaidizi wa muziki Baraza la Sanaa la Taifa. Leo hii tuko Morogoro, eh, SUA hapa chuo kikuu, ambapo tunafanya mafunzo ya uunganishwaji wa mfumo wa AMIS na TAUSI ambao lengo lake kubwa ni kukusanya taarifa za wasanii na kukusanya mapato eh, ya, ya serikali na Baraza la Sanaa la Taifa. Tulipata hii nafasi baada ya kuwa tumepatiwa fedha E, na serikali yetu pendwa ya kuunganisha mfumo, lakini pia e, kama sehemu ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba mifumo isomane na sisi tuliweza kufanya hivyo ambapo e, tuliunganisha mfumo wetu wa AMIS, mfumo wa wadau wa sanaa na mfumo wa Tausi, na mfumo makahu, na wa Tausi na baada ya kuunganisha huo mfumo ambao ulizinduliwa mwaka huu mwezi wa nne na Mheshimiwa Kasim Majaliwa e, waziri mkuu, tuliamua kufanya mafunzo nchi nzima kwa maafisa biashara na maafisa utamaduni kuhusu unganishaji wa mfumo huo tumekwisha kuzunguka kwenye mikoa mingi nchini na sasa hivi sasa tuko Morogoro, mafunzo yameanza leo. Tumekuwa na maafisa biashara na maafisa utamaduni zaidi ya ishirini na tano. Sasa sasa AMIS huu ni mfumo wa wadau wa sanaa unaotumiwa na Baraza la Sanaa la Taifa kwa ajili ya usajili na kutoa vibali vya wasanii na wadau wa sanaa, na TAUSI huu ni mfumo ambao unatumiwa na mamlaka mita ya serikali e, za mitaa kwa ajili ya kutoa leseni mbalimbali za, za, za wafanyabiashara kao tumeunganisha huu mfumo wetu ili kuweka e, e, kibali cha BASATA kama hitaji e, la msingi kwa zile biashara zote ambazo zinahusiana na kazi za sanaa, za sanaa ikiwepo kumbi za burudani, wasanii, wafanya biashara ndogo ndogo za kazi za sanaa na watu wanaomiliki makampuni ya kazi za sanaa. Jina langu ni Dkt. Gervas Kasiga. Uh, mimi ni mjumbe wa bodi ya BASATA lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya sanaa fedha na mipango ya bodi hiyo. Haya tunawajadili hapa ya kuunganisha mfumo wa AMIS na TAUSI pamoja na mifumo mingine ya drela pamoja na mfumo wa NIDA, yataenda kuleta mapinduzi makubwa katika ukusanyaji wa mapato katika sekta ya sanaa. Kwa kipindi kirefu, sekta ya sanaa inaonekana kwamba ni sekta inayokua lakini haina mchango wa moja kwa moja katika pato la uchumi wa taifa lakini, kupitia kuunganisha huko uh, kwa mfumo utakuwa na rekodi sahihi sasa za mapato ambayo uh, sanaa itakuwa inayaleta kwa ajili ya taifa letu, na mapato haya hataleta tija tu kwa wanatasnia peke yake. Wanatasnia watapata kipato, lakini nchi pia itaongeza kipato, na kipato hiki kitazunguka moja kwa moja kwa Watanzania na kuleta tija ya moja kwa moja katika maisha ya kila siku ya Watanzania na kwa kufanya hivyo maana yake uchumi wetu utakuwa umekua, na kwa kufanya hivyo maana yake uchumi wa msanii mmoja mmoja utakuwa umekua, kwa wasanii wa uchongaji, kwa wasanii wa uchoraji, kwa wasanii wa muziki, kwa wasanii wa urembo na kadhalika. Kwa hivyo uh, tunaamini kwa kikao hiki cha pamoja na maafisa biashara pamoja na maafisa utamaduni wa hapa Morogoro, mkoa wa Morogoro, yanakwenda sasa kuleta hiyo tija ya kimapato, yale mapato ambayo yalikuwa yanapotea Uh, na hawezi kutokea kufika BASATA yatafika, ambao walikuwa wanapotea kwenye manispaa na halmashauri na mikoa ambayo hawezi kufika uh, kwenye halmashauri hizo yatafika. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kila mmoja atafaidika, halmashauri zitafaidika na papo hapo, uh, BASATA itafaidika uh, kimapato, na mapato hayo yatarudi pia katika kuendeleza kujenga miundombinu bora. Jina anaitwa Grace Njau, afisa utamaduni na michezo mkoa wa Morogoro. Mfumo huu ni muhimu sana, kwa sababu kwanza moja, unakwenda kurahisisha kutoa huduma kwa jamii kuhusiana na mambo ya sanaa, lakini pili, unaepusha au unazuia masuala ya rushwa, kwa sababu mfumo, huwezi kufanya, huwezi kufanya rushwa kwenye mfumo, kwa sababu mfumo unajiseti automatically uko pale, kanuni zinajieleza automatically electronically. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu kujisajili au kupata vibali bila kupita kwa mtu kama ilivyokuwa zamani mara uandiki mabarua mara nini, lakini inakuwa ni direct. Na mtu anaweza kupata huduma pale alipo. Kwa hiyo inapunguza safari, umbali na gharama. Hapo awali lilazimika mtu upitishe kuanzia ngazi ya almashauri uende mpaka ngazi ya taifa usafiri, lakini sasa hivi huduma unaipata hapo hapo ulipo, lakini mwisho inaondosha msongamano foleni. Ina maana ungeweza kufika ukute huduma kuna uh, watu wengi wanahitaji, kwa hiyo inabidi uh, usubiri kwa muda ili uweze kuhudumiwa zamu yako ifika. Lakini sasa hivi ni kila mtu anaweza kufanya na inaweza kufanyikana kwa wakati wote, lakini pia mapato yataongezeka kwa sababu usajili umerahisishwa, vibali vimerahisishwa uh, kwa hiyo wanaohitaji huduma wote watapata huduma kwa urahisi na kwa haraka. Naitwa Paula Patriki Atorolo, ni afisa utamaduni sanaa na michezo wilaya ya la Kilosa. Lakini nilichojifunza kwa siku ya leo, leo tu kwamba nimeona tumefunguka kwa kweli, kwa kweli maafisa utamaduni tulikuwa bado hatujakuwa sawa na mafisa biashara katika gurudumu hili la kuendeleza taifa letu la Tanzania chini ya uongozi wa mama Samia Suluhu Hassan kwa siku hii ya leo tumepata maelekezo, lakini kwa mafunzo haya nategemea kila afisa utamaduni atakwenda kufanya kile alichoelekezwa.